Na kufanya kwa kitovu cha utalii si tu kwa ajili ya Tanzania bali kwa bara letu zima la Afrika. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, yako mambo mengine toka nafasi ya kuelezea kumbi za kimataifa, kumbi za kimataifa, na hapa niwapongeze sana mstahiki meya, madiwani, naomba msimame tena, bosi wangu aone hawa Mheshimiwa naibu waziri mkuu, ni madiwani miamba kweli kweli, wamefanya kazi nzuri, miradi walionayo ni mizuri kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa jiji la Arusha. Na sisi tumekubaliana na kaka yangu Rasimsa ya kwamba kila palipo na mradi tutahakikisha mradi huo unakamilika. ninafahamu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, lakini niwaombe wananchi, anayefanya kazi nzuri, basi nawe mpe maua yake. Wale ambao mnauhakika nao kwa kazi zao njema, ambazo zingine sisi mashahidi, watieni moyo kwa kuwapa nafasi nyingine tena. Naomba mketi waheshimiwa na napongeza pia watendaji wa jiji la Arusha, Mheshimiwa naibu waziri mkuu. Hakuna mahala pasipokuwa na changamoto, lakini watendaji wa jiji wamepambana sana na yale yaliyokuwa yana changamoto. Tukipata taarifa, tulikuwa tusi kuyachukulia nini hatua. Ni waombe waendelee kwa wamoja, waifanye kazi ya mshikamano, hata kama zimebaki wiki mbili wiki tatu mwezi mmoja sisi tupambane kuwaletea maendeleo wananchi wa mkoa wa Arusha, hususani jiji letu la hapa Arusha. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa naibu waziri mkuu, nimpongeze pia kaka yangu Mrisho Gambo. Simama kwanza wakuone. Arusha oye! Nampongeza kwa sababu moja kubwa katu kwa sababu moja kubwa, juzi ameomba lazi bungeni, amechonganisha sana watu hapa, na leo hapa ameanza kumsifia mbunge nani mkwango wa mkwa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisifia mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa lakini za sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi, na msifu, kwa sababu aliomba radhi. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wa bunge na bunge isiwe kwa makini, na waziri wetu Mchengewa kwa imara. Leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake

na no kujengwa hii nimemwomba waziri Mchengerwa, design iliyokuwepo ilikuwa ni design ndogo haikidhi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa akaongeza mpaka bajeti ikafika kwenye bilioni thelathini. Ni faida wananchi wa jiji la Arusha alafu namwita waziri wetu mongo. kwa kuwa bunge limemsamehe na mimi moyoni wangu sitashaka naye, lakini shari zangu moja, aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi, ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hapa nimechomekea tu, kwa sababu wajanja wajanja wanapokuwa wengi, mahala utulivu unapotea. Mimi ndio mkuu wa mkoa hapa. Nitakula spana kila mtu kazi iliyotumwa ikamilike. Arusha hii tulichelewa mno, jengo lile la utawala limekaa kami miaka mingi, jiji la Arusha, jiji la Arusha. Wanatumia jengo la mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa. Watumishi hao wengine wako kwenye mitaa kule, hawana jengo, na lengo lilikuwa hata hiki tulichokianza kukijenga alitafuta namna nakele kipigo marufuku kisimame. Sisi ndio watendaji wa serikali, sisi ndio tunasimamia ilani, na mwishoni mwaka huu, kabla ya uchaguzi a mkabizi, ndio wangu mzee Sabaya, kila jambo lililoahidiwa na utekelezaji wake, kwa mimi ni kama leli, ukikaa mbele yangu kwenye treni nakwenda ya soko kakaangu pale wakati wa Tabora walikuwa wanasimamia ujenzi wa soko na stendi. Kakaangu Mongera alipokuwa Mwanza ndio aliesimamia ujenzi wa soko na stendi za Mwanza. Mimi nilipokuwa Dar es Salaam ndio kasimamia stendi ya Ubungo. Hapa Arusha majungu, fitina, ushirikina, nimesema mwisho umefika. Nasomega siku zote, mi nikae siku moja, lakini alama ya kazi iliyotumwa ya kuwapigania wananchi ipate nafasi yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kutunganisha umeme wa vijijini, leo umejionea. Na nitamani upite kwenye hiyo ratiba ili uweze kuona kazi yako njema inayofanywa, watu wakiambiwa kuna extension imejengwa kubwa ya kupokea umeme kutoka Nairobi au kupeleka Nairobi walikuwa hawajawahi kuiona, lakini vyombo vya habari leo vitapata nafasi ya kuonyesha Tanzania uwekezaji mkubwa uliofanywa katika infrastructure ya umeme ndani ya mkoa wetu wa Arusha, ili hata ikitokea hitilafu kwenye gridi ya taifa huko Arusha, bado inaweza ukapokea umeme kutoka nchi jirani na maisha yetu yakaendelea. Lakini pia piaupeleka nyumbani wa maji mkubwa mradi huo ni mkubwa sana na sasa tuna maji ya ziada zaidi ya lita milioni sabini namna hiyo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, umetupelekea tumeanza kampeni ya mtaa kwa mtaa na watu wa maji tumambia, wa maji tumewaambia waunganishe wananchi, hata kama wana pesa kulipa kwa mkupuo, watakuwa wanalipa taratibu huku maji wanayotumia, sababu hiyo ndio ndoto ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kuna madaraja yanajengwa hayo, mtakuja kupata nafasi siku nyingine kueleza. Kule King'oli wanajenga, hapa Kisongo wanajenga, kule kenda upande wa pili wa kwenda Longiro wanajenga, na ni fedha zaidi ya takribani bilioni kumi na moja ambazo wizara yetu ya ujenzi imeamua kuzisimamia. Kwa maneno hayo mengi na machache, nimeomba waziri wetu Mchengerwa.